Mpaka kufika jana usiku tulipata orodha ya majeruhi takribani ishirini na moja ambao walikamatwa na jeshi la polisi na wakapigwa wakaumizwa, wakapakiwa kwenye magari ya polisi na wengi wao wakapelekwa kwenye hilo pori la mabepwande kule Ununio, wengine wakapelekwa Coco Beach wakapigwa kwa vipigo vibaya sana vibaya sana, na walipotupwa kule pasipo msaada wowote, tunawashukuru raia wema ambao walijitokeza kuwasaidia na kuwaokoa na wakawaleta, na chama tukawapokea na tukawapeleka hospitali. Kwa hivyo jumla ya majeruhi ambao E, mpaka jana usiku e, tuliwapeleka hospitali na wakapata matibabu, walikuwa ni majeruhi ishirini na moja, majeruhi ishirini na moja, na nitawataja majina yao na hali zao. Hawa watu walipigwa na kutupwa maeneo ya Mabepande huko porini msituni. Msitu, msitu ule tunaufahamu ni msitu una nyoka, sio msitu salama, ndio msitu ambao baadhi ya Eh, watu mbalimbali tunaowafahamu waliuawa na wakatupwa katika msitu huo, akiwemo aliyekuwa mjumbe wa sekretariati yetu marehemu Ali Kibao. Aliuawa na akatupwa kwenye msitu maeneo yale yale, na watu hawa waliokamatwa walitekwa na jeshi la polisi, wakaingizwa kwenye magari, wakatupwa maeneo yale yale, na mambo haya yamefanywa na jeshi la polisi. Kwa hivyo niwataje baadhi ni ya niwataje hawa majeruhi ambao walikamatwa. E, wengine walizuiwa kwenye magari kabla hawajafika mahakamani, wengine wakiwa mahakamani walikamatwa wakapigwa na kutandikwa. E, makamu mwenyekiti wa chama chetu e, Zanzibar, Mheshimiwa Saidi Mzee, yeye alikamatwa kwenye gari wakashushwa akapigwa na hawa polisi. Utaona nitakapokuwa ninawataja wa majeruhi wote, walikuwa wanapiga marungu kwenye migongo, walikuwa unageuzwa hivi, halafu kwenye katikati ya uti wa mgongo marungu yanapigwa kwenye, kwenye hapa katikati ya uti wa mgongo. Kwa hiyo mtu alikuwa anapigwa mpaka unajikuta mtu anainama namna hii eh. Ilikuwa ni kitendo cha unyama uliopitiliza. Kwa kwa hiyo Mheshimiwa Saidi, Saidi Mzee alipigwa mwili mzima na kupigwa marungu ya mgongoni. E, mheshimiwa Ali Juma e, huyu ni naibu katibu mkuu wa chama chetu e, atafika hivi punde naye alipigwa, alipigwa marungu kwenye uti wa mgongo, amevunjwa mguu e, ana pop kwenye mguu wake wa wa, wa, wa ni mguu wa kulia, ana anapop kwenye mguu wa kulia, amevunjwa mguu kabisa na amevunjwa mkono amefungwa POP katika mkono wake wa, wa kushoto na alitandikwa marungu e, kwenye uti wa mgongo. Kwa hiyo alikuwa hawezi kunyanyuka hivi, amejikunja ame hivi, kwa sababu yale marungu yaliopigwa kwenye uti wa mgongo. kwenye e, mkurugenzi wetu wa fedha e, CPA Tito Kitalika e, naye huyu, huyu yuko katika hali mbaya sana, ni moja kati ya watu e, waliojeruhiwa na leo ameshindwa kuja hapa, ameshindwa kuja yupo katika hali mbaya sana mbaya sana, na tunafikiria e, tumpeleke kwenye hospitali nyingine. Yeye amevunjwa mguu. Naposema kuvunjwa namaanisha kuvunjika hivi kuvunjika hivi, sio, sio kupapaswa papaswa kuvu, naposema kuvunjwa maanake kitu kimevunjika hivi kacha. Amevunjwa mguu, amevunjwa mkono, amepigwa amepigwa mbavu, na wote askari wote hawa walikuwa wanapiga marungu kwenye uti wa mgongo wanatandika katikati ya uti wa mgongo pap. Huyu yupo katika hali mbaya sana, hajaweza kunyanyuka mpaka sasa hivi. Huyu ni mkurugenzi wetu wa fedha e, ndugu Lucas Ngoto. Huyu ni mwenyekiti wetu wa kanda Serengeti, e, amevunjwa, e, amevunjwa mguu. E, yuko hapa, tutamwona baadaye, nitamwita kuja, atakuja kuzungumza yeye. Amevunjwa mguu na alitandikwa e, mwili mzima. Eh, ndugu, ndugu Ngoto ni mtu mkakamavu sana hu, anatokea kanda ya Serengeti, lakini kama wote mlivyomwona jana alikuwa amelegea tepe tepe, ametandikwa marungu kwenye uti wa mgongo yuko flati pale. Haya, hmm. Eh, John Pambalu huyu ni mkurugenzi wetu hapa wa mafunzo na organization naye, eh, yupo katika hali mbaya sana ameshindwa kuja hapa leo eh, amevunjwa mguu na yeye amepigwa marungu kwenye uti wa mgongo, alipigwa kwenye uti wa mgongo na huku kwenye mbavu, alikuwa anapigwa marungu kwenye mbavu huku kwenye mbavu na kwenye uti wa mgongo, naye amevunjwa mguu, yupo kwenye hali mbaya sana mbaya sana. Tunafikiria e, e, tunapanga tuna kumpeleka kwenye hospitali nyingine ya juu kwa ajili ya, ya uchunguzi. Yeye ameshindwa na yeye kuamka, hali yake imekuwa ni mbaya sana e, Peter Alex yeye aamepigwa ame, ame amevimba miguu, alipigwa alikuwa anatandikwa miguu o eh, amevimba miguu na walimgeuza wakawa wanapiga kwenye nyayo, alishikwa namna ya akageuzwa, walimnyanyua kichwa chini, miguu juu alafu kwenye nyayo wakawa wanapiga kwenye nyayo namna hii eh? mnaweza kuona haya masimulizi, utafikiri tunazungumza habari zimetokea Gaza. Haya mambo yametokea hapa Dar es Salaam. Jana tarehe 24. Jana tarehe 24. Kwa hiyo amevimba miguu na kwenye unyayo amechanika, ame amevimba eh. Ndugu mwingine majeruhi ni Emmanuel Severini na yeye eh, amepigwa mgongoni alikuwa alipigwa marungu mgongoni eh. Majeruhi mwingine Robert Nelson Mazingo eh, naye eh, amepigwa marungu mgongoni. Ni kama ilikuwa iliki, vipigo ni kama vilikuwa vimepangwa vimefanana, upigaji ulikuwa unafanana eh, unatandikwa kwenye mgongo ukishapigwa ilo rungu kwenye mgongo huwezi kukaa hivi tena, unakuwa umekunja namna hii eh, huwezi kunyanyuka namna hii eh, majeruhi mingine ni ndugu Bwire Nyangero Bwire, naye amepigwa marungu mgongoni na kwenye mbavu eh, mwingine ni Elizabeth Mambosho eh, huyu huyu alipigwa ali, ali alivuliwa nguo eh, alipigwa mwili mzima, alichaniwa na huyu alidhalilishwa na kufedheheshwa kabisa, mwili mzima alitandikwa, kama ambavyo mngeweza kufuatilia katika eh, vyombo vya habari jana, hizo picha eh, jinsi ambavyo alidhalilishwa. Mwingine ni ndugu Kanifro, eh, Musa, eh, Musa naye mguu amevunjwa, mguu amevunjwa, mguu wa kushoto na ame, amewekewa POP. Mwingine ndugu Emmanuel Modesty Munihawa amepigwa miguuni na mgongoni naye, yeye aligeuzwa, aligeuzwa alafu akawa anapigwa mguuni kwenye unyayo, wanapiga marungu na kwenye unyayo. kwa hiyo amechanika kwenye, kwenye unyayo wake amepigwa marungu na amevimba miguu e, mwingine ni ndugu Nasra Saidi huyu ni mpiga picha e, mwandishi wa habari huyu ni mpiga picha naye ame, amevunjwa amevunjwa mguu e, amevunjwa mguu. Haya maneno ninaposema ni, ni, ni, kuvunjwa ni kuvunjwa, kuteguka ni kuteguka, kuumia ni kuumia. Kwa unaposema amevunjwa mguu ni kwamba amevunjwa mguu na amepigwa, aliumizwa sana mwili. Huyu ni mpiga picha e, mwingine ni ndugu Omar Osman Tato yeye ame ametenguka mguu na kuumia mwili, alipigwa alipigwa marungu mwili mzima, yeye ameumia mwili e, mwingine majeruhi, mwingine ni ndugu Ramadhani Kilongo amepigwa mwili E, mwilini na e, naye alipigwa mgongoni marungu, alipigwa marungu e, mgongoni. e, majeruhi mwingine ni ndugu Pendo Jonas Kileo, yeye e, amechanika mguu na kupigwa e, mwili mzima, huyu naye ana hali mbaya, hali yake ni mbaya sana, alipigwa miguuni na, na, e, na alichanika kabisa miguuni, na hali yake ni mbaya sana e, hali yake ni mbaya sana, yupo hapa atazungumza. E, mwingine ni majeruhi mwingine ndugu Twaya, Twaha Mwaipaya e, e, huyu amepigwa mwili mzima. Actually, huyu alichakazwa, alikuwa kama katika kufanya resistance e, alichakazwa, alipigwa e, mwili mzima kila mahali, usoni mba, kwenye mbavu, miguuni e, naye ni moja ya majeruhi ambaye ame, amepigwa sana e, mwingine kimaalum kabisa ni mzee wa miaka sabini mzee Rafael Makala, mzee wa miaka sabini, bila bila huruma, bila aibu, polisi huyu alipigwa makofi. Mzee anasema alipigwa makofi, ameteguka mguu na amepigwa mwili. Lakini anasema kilicho niuma zaidi anasema polisi walinitukana. Amepigwa makofi, ni mzee wa miaka sabini anaitwa Rafael Makala, amepigwa makofi, ameteguka miguu na kupigwa mwili. Anasema kilichoniuma zaidi eh, ni, kuna polisi kavulana kadogo amenitukana. Huyu mzee anasema hilo limemuuma zaidi. Makofi hayo sawa, lakini kutukanwa insult. Rafael Bakala. Mwingine ni ndugu Shabani Kirita, huyu tulimpokea, aliletwa aliokotwa kutoka Coco Beach usiku, eh, tukiwa hapa akawa ameletwa ameokolewa na Wasamaria wema Saa sa, sa, sa, nne usiku tukiwa hapa akaletwa kutoka Coco Beach. Yeye amevunjwa mguu na ame, ame, ame, alipigwa mwili mzima, akiwa katika hali mbaya sana. Na mwingine ndugu Eric eh, Zakaria Bulega, yeye amepigwa makofi na ana maumivu mwili mzima, ana maumivu mwili mzima. Sasa hiyo, hiyo ndio orodha ambayo eh, E, mpaka kufika jana usiku e, tulipata kwa maana ya walifika na tukawapeleka hospitali, wamepata matibabu yao, wamepata dawa, wengine watahamishwa kupelekwa e, hospitali zingine kwa ajili ya matibabu zaidi na uchunguzi zaidi e, ili, e, ili kuona, e, kuona wanapata matibabu ambayo kwa kweli yataweza kunusuru e, baadhi ya watu wasija wakaijikuta wanaingia kwenye ulemavu ambao umetokana na kitendo kilichofanyika kilicho kilichofanyika jana.